Kama huyu na kwa hiyo mtoto atatambua tena. Eh, si hivi nikao nafuga fuga fuga hapa kwa nyama mtu, alafu mtu mtu anashindwa kufanya kunifanyia vile mimi nataka kama mama. Eh, bona kuja ukuta unaka acha tu kutengeneza hiki kinafanya zaidi vizuri. Eh, huyu mtu hasikii, kimshika mtoto ili nikimkamata basi. Je, tutafanya nini? Yani, amazaka na mazangu, ngoja tukutane na yeye. Kwa nini kwa hivi? Yani mimi nilishamtoa watu nimempa programu zangu zote, nikijua mimi nikitoka huku ni Najua nyumba yangu iko safi, kila kitu iko safi, lakini nakuta kila kitu imesambaratika kila mahali. Kwani kazi zake ni nini hapa? Mbona nifanye aje? Mimi nitakaa aje na mtoto kama afanyi hivi? Kwani anafanya hivi? Nakwambia huyu leo atanitambua. Kama nyumba itakaa hivi na kitoto kiko hapa, atanitambua. ongelesha kunapiga magoti, piga magoti, magoti. Hmm? Umefanya kazi nimekupea, umefanya kazi nimekupea, kwa nini hujafanya kazi? Nimekuuliza utafanya kazi? Utaosha vyombo? Itika na sauti, utaosha vyombo? Sasa fanya. Nenda kaosha vyombo, ufagie nyumba, upanguze. Usipofanya hivyo hapa. Niki. Umesikia wewe mtoto? Hebu ondoka hapa. Ondoka hapa, nenda. Hm? Nenda huko. Shemtu wewe. Nenda. Kitu chenye ndo hicho hakitaki kufanya kazi. Mimi ninakwambia hapa, mtoto wake anafanya kazi, ndo waje mimi. Ndio mwenyewe e, mimi ndio mwenye hapa. Tumtaiambaa nimtunzie mtamtunzie, ni wewe nani? Kwa ruhusa ya nani? Bure tu utamlipa nini? Wangu bora mwenyewe, yeye atajua mtoto wake. Mimi mi sijamwambia enda azunguzuke Ameenda wapi? Hey, hizi nguo nakwambia atazikula mzima. Hey, yani nakwambia huyu mtu hizi nguo atazikula, atazikula mwenyewe, atazikula. Hey! Ah, huyu Mashaka huyu sijui ni mashaka gani huyu, ni mashaka kweli. Yani mtu hasikii mashaka. Mashaka wewe, Mashaka sina kuita wewe Mamako anakufukuza hasa? Anakufukuza uende wapi? Huyo mamako mwenyewe yuko yuko nyumbani, anakufukuzia nini sasa? Amekupiga? Amekupiga wapi? Anakupiga kila siku? Mambo ya watoto nayo watoto watoto sasa, wewe anakupiga na wewe unakaa naye huko. Amekupiga ulikuwa umefanya nini? We labda umemtukana we, au uh-uh, umemkosea adabu mamako? Kila siku anakupiga? A, nyamaza, nitaenda kumwona, nitaenda nikamwone. Alafu kwa nini anampiga huyu mtoto? Nyamaza, nyamaza, usilie nyamaza. Watoto mama yao aliwawacha wadogo na sasa. Nyamaza, usilie, ukae pe umepotea basi. Oh, wakaa paka mwanao yuaje huko hata humtafuti? Amekuja hapa nikaona kama kamekuja hapa kanalialia kana homa sipikana nini? Oh, Nasema uh, nafikiri umeenda kwenye biashara zako. Mi niko tu, tangu juzi nasikia mm, homa homa, mwili wa niuma. Ajua sisi nasi wazee tukishakuwa watu wazima, tuna tabu yeah. Ali ali aliya juzi nilianguka ah, hapa nkiamka nikawa siwezi tena kufanya kazi yoyote yeah. Basi amekuja kichwa cha niuma kweli. Inashangaa Mashaka ameenda wapi? Namtafuta huko, basi ashakuwa mkubwa sasa, aweza kutembea peke yake mpaka hapo. Naambia na mama ako, si ataumwa, ila anapenda kushtuka akisipokuona. Mashaka, tutaenda nyumbaniaaaa taula wei ndmama <laughs> <utahikwe taku> <laughs> hmm? Tuh <laughs> yeah, enu aliwachia mama kawalea mkiwa hmm. mm. wakubwa mtakua, mwamletea sabuni mi nyanya. enu siwezi kukuogesha mm. na we mwenyewe mwenye wezi

Ntakuja kuchukua we, nenda alafu endo kakiti na mama, kuja tuende, ntakupa pesa njoo, ntakupa pesa, we nenda alafu kesho twende mtoto taninino nyuma huyu mwanamke. Huyu mtoto mbona amemuogopa hivi eh? Mtoto aweza kutoka peke yake afike hapa kisha aogope awe anaambiwa twende. Kama anapata raha kule, wezakuwa u mtoto labda ana shida mm, anamtesa. Mimi nitafunga safari mimi eh, kwa mama yake. Mimi naona iwa mtesa huyu mwanamku hasa mbana. Muona, hamuoni mm -hmm. Ndio, anajifanya anajifanya, wajifanya ii, maanake kama mtoto ni mzuri kwa kama wewe ni mzuri, mzuri kwa mtoto kweli, akikuona si atakukimbilia mama mama ata eh? Mm. Lakini huyu ni kama ana shida naye, yuwamtesa huyo mtoto, na hata mtambuo. Maana mimi hao ndio ni watakawa, huu mwanamke si mzuri tabia yake toka zamani, tabia yake ilikuwa hivi hivi hata mm. wifi yake mwenyewe waliko sana, si mwanamke mzuri mm. na yuwamtesa huyo mtoto, babake akija yuwajifanya ni mzuri kama Apale. hivi alivyojifanya ni mzuri, mi sidhani kama huyo mtoto hateswi, kuna mateso ambayo yuwateswa na atanijua. Sasa, wewe mimi nitafunga safari, hata kama ni kesho asubuhi. Lala leo, lalaleo eh, nrauke kesho saa kumi na mbili niwe nishapanda gari nende nikamuona, hmm. Huu mtoto wamtesa, naatamtesa mtoto wa mwanangu kwa, kwa njia hiyo kwa namna gani, ntabia mbaya sana huu mwanamke mwenyewe mzururaji, ni wala vile wala tu wala. Hatusemi maanake akiisema mumewe atasema o wamsema mke wangu, lakini ule mwanamke ukimwona ule mwanamke wakukaa na mtoto mwanzo, huwa anakutana naye huko mabarabarani ila sijioni, si, si, si, si, a

tabia za mamake zilikuwa vile vile, Hmm. Akikaa na watoto wa vifi zake akiwatesa kama nini hmm, iwe mwanamke si mzuri, lakini ngoja nitakwenda mchu mwanzo, nitauliza yule jirani yake hmm, hawa watoto wawaona wakaa vipi na yule ndrafiki yangu.